Jina langu naitwa Leons Filemoni Welengeile, ni afisa madini mkoa wa kimadini Kahama, na hapa kwa sasa tuko katika mgodi wa Manda, moja kati ya wadau wetu muhimu katika sekta ya madini kwa mkoa wa Kahama. Mgodi huu unashikiliwa au unaongozwa kwa asilimia kubwa na wakinamama wakiongozwa na mwenyekiti waki wao Mama Asha Msangi ambaye ndio mwenyekiti au anayewaongoza wengine katika utekelezaji wa majukumu. Mgodi huu umekuwa ni wa muhimu kwa sababu umekuwa ukitoa ajira kwa vijana, lakini pia umetoa ajira kwa kina mama wengi, ambao kwa kupitia shughuli zinazofanyika katika mgodi huu wamekuwa wakijipatia mapato, lakini pia na we, wao, kama wao kuweza kuendesha familia zao. Na mgodi huu naposema kwamba ni wadau muhimu, mfano kwa mwaka huu tu wa fedha kuanzia mwezi Julai 2024 mpaka mwezi Februari 2025 wameweza kuchangia kiasi cha shilingi milioni mia nane na kumi katika maduhuli ya serikali, na hiyo ni kwa kupitia tozo za mrabaha na ada ya ukaguzi ambazo zinakusanywa na Tume ya Madini Kahama. Na, na ukitoka hapo ina maana kuna makusanyo mengine ambayo yameendelea kukusanywa na halmashauri lakini pia na TRA. Kwa hiyo tuwaamini wakinamama, tuendelee kuwawezesha na tuendelee kufungua fursa kwao kwani kwa mfano huu wa mgodi wa Manda tunaamini kabisa akina mama wanaweza na taifa letu linaweza likapata mchango mkubwa kutokana na shughuli ambazo zinaendeshwa na wao. Swala lingine mbali na usimamizi mzuri katika uzalishaji na pia katika swala zima la uchangiaji wa maduhuli ya serikali katika mgodi huu, mtu mwingine anaweza akafika au akaona video hii akahisi kwamba hakuna shughuli zinazofanyika lakini kwa kuzingatia masuala ambayo yanalenga kuimarisha suala la usalama katika mgodi huu, utaona katika kila lilipo duara katika mgodi huu yamejengwa mabanda kwa mabati ambayo yanazuia maji kuingia katika maeneo au kusogelea maeneo yaliyo na maduara. Na kwa kutokana na hilo, unajikuta kwamba katika kuta zile za maduara yaliyopo katika mabanda hayo zinakuwa imara na kuepusha masuala ya ajali ambayo yanaweza kusababishwa na unyevunyevu katika kuta za duara. Kwa hiyo, kwa kutokana na ubunifu huu au jitihada hizi ambazo zimefanywa katika mgodi wa Manda, tuendelee kuhamasisha pia hata kwa wachimbaji wengine. Waone umuhimu wa kuweka vibanda kama hivi ambavyo vitazuia maji na unyevunyevu kusogea katika migodi yao. Na hapo tutajikuta kwamba zile zile kuta za migodi yetu zinaendelea kuwa imara kwa muda mrefu, na hata zile athari za mvua tunaweza tusizisikie au kukumbwa na na matatizo ambayo yanaweza kusababishwa na athari za uwepo wa mvua. Basi niendelee kutoa rai, tuzingatie masuala ya usalama, na pale hata mvua zinaponyesha, basi tuangalie namna ambazo ni bora zinaweza zikaepusha maji kusogea katika maduara yetu na kusababisha athari za athari mbalimbali ikiwemo ajali.